sasa kuna maneno yanayoenea tunayoyapata tunayapata kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya wanasiasa wanayozungumza na wanaharakati mbalimbali kwamba kuna maandamano ya fujo yameandaliwa ya kukwamisha uchaguzi huu wa tarehe ishirini na tisa sisi watu wa msikiti huu sisi masalafi na watu wa moshi na kama wewe ni katika sisi katika masalafi ujumbe huu unakuhusu kuhusu hatutoshiriki kwa namna yoyote ile kwenye kitu kinaitwa maandamano, hatutoshiriki kwa namna yoyote ile katika fujo yoyote. Ikiwa hakuna budi, tutafunga milango ya nyumba zetu, tutakaa na watoto wetu, tumwombe Allah, allahumma salli, pitisha hili balaa mbali. Lau pana watu watajitia visoi wakafanya, basi sio sisi. Na kama kuna katika sisi ana akili hiyo, afahamu kwamba yeye na da'wa salafia ni mbingu na ardhi, hajaifahamu da'wa hii. Kwa hivyo natangaza wazi msimamo wetu hapa, hatuhusiani na mambo ya maandamano wala fujo za wanasiasa, wala hatuko nao. Sisi tuna misingi ya Uislamu wetu, Uislamu ambao umekuwepo katika nchi hii na katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kabla ya hizi siasa zao. Wakati huo nchi hii inatawaliwa na wakoloni, watu walikuwa na dini zao na imani zao walikuwa na misikiti, mashekhe walikuwepo wakisoma wakisomesha. Nyinyi wanasiasa na vyama vyenu hampo. Misingi ile ile tutaisimamia, potelea mbali, wacha mtuone wajinga kwamba labda tuna njaa, maana ndio tafsiri ya baadhi ya watu ambao ni waroho, wakizungumza hivi, waislamu waswahili watu wanjaa, hawa ni watu wa kupewa michele tu wakatulia. Bora mtu tafsiri hivyo, na kweli tuna njaa na mnaona hata miradi yetu inavyokwenda kinjanjaa, hatuna msaada wowote, na wala hatuwaombi. Nanyi mnajua hatuwaombi, hamna barua yetu hata moja ya kuwaomba. Lakini huu taratibu tulionao wa kumwabudu Mola wetu kusoma dini yetu, tukatulia katika misikiti, tukafanya mambo yetu, tukawa na utulivu sisi na watoto wetu, kwetu hali hii ni bora, kwa kuwa ndiyo iliyolinganiwa na dini yetu, na tunaona ustawi wetu ni mkubwa katika hali hii, kwa sababu sisi Waislamu maisha yetu ni akhira, hapa tunapita njia. Kwa hivyo unapovuruga usalama huu unatuvurugia ufanisi wa kujiandaa kwa ku ajili ya akhira. Maisha ya dunia ni maisha ya mchezo na upuuzi na watu kupukazana vijiti katika maslahi wa, inna daral akhirah la hiya lhayawanu lau kanu yaalamun, Allah anasema, lakini nyumba ya akhirah ndiyo nyumba ya kudumu lau wangelikuwa wanajua. Tunawalingania wanasiasa na wasiokuwa wanasiasa, wanaharakati mbalimbali, waislamu wenzetu, wasiokuwa waislamu, wananchi wa nchi hii na hata wale wa nchi jirani. Allah, Allah, utulivu wetu ni tunu hii, tunaomba muheshimu jambo hilo, na sisi tuwe ni mfano wa kuheshimu jambo hilo.